Kisha hadi hapo sasa, tunakuja kwenye editing hii video. Mfano hii video unavyoiona ni ndefu, unaona. Sasa mimi ninachotaka kufanya ni edit, ni ehe, nataka ni edit, nataka nipunguze, ehe, nataka nipunguze tu kwenye size fulani, unaona. Sasa nakuja hapa kwenye edit, unaona. Kisha kuja kwenye edit hapa, ehe, kitu kingine ambacho nataka kufanya leo kinaitwa ni split speed, unaona. Sasa kabla sijafanya speed, nataka kwanza hii video yangu ni play, unaona.

Sasa hii video yangu ngoja niruhusu i play kwanza hivi. Sawa. I play sasa. Hii video yangu nimeitoa sauti kidogo. Nataka ikifika hapa. Unaona hapa punda milia alipo hapa. Ishie hapo. Kwenda huko sipataki. Kwa nachofanya hapa ni ku split. Nitakuja hapa nitasplit. Sawa. Alafu hichi kipande cha huko nataka kitoke. Kwa ndoachofanyaaje nitafanyaje? Ni kufuta hicho kipande, nitakifanyaje? Kifanyaje? Nitakidrate, nitaklick hapa kwenye dread. Unaona? Nifanyaje? Nishafutika tayari. Nataka tuongelee swala tu la split, kwa hiyo tutaishia hapo. Namini umepata kitu fulani yeah. Kwa hiyo tuendelee kwa pamoja. Uh, kila siku nitakuletea hapa tips mbalimbali kuhusiana na cap.